sana bwana MC pole. Kwanza nimefika kama nimechelewa. Mimi ndio Sifuna katibu mkuu wa chama cha ODM, senator wa, wa Nairobi na naibu wa kiranja wa walio wachache ndani ya senate. Mheshimiwa Elachi amechaguliwa kupitia chama cha ODM. Kama Eh, lazima tuseme, kwa hivyo hii ni matanga yetu, sisi ndio wenye kubeba hii mzigo. Nataka nichukue fursa hii niulize kama kuna maseneta wenzangu kwenye nyumba niweze kuwatambulisha. Tafadhali msimame tu, naomba kwa heshima kubwa. Haya, namwona seneta mteule kutoka chama cha UDA kutoka Nairobi, Karen Nyamu yuko hapa rafiki yangu, seneta mteule mwingine wa UDA Vero, ambaye alikuwa katibu mkuu pia wakati mmoja wa chama cha UDA yuko hapa. Yeye pia ni delegation ya Nairobi. Tuko hapa na seneta Tabitha Mutinda ambaye pia ameteuliwa na UDA kutoka Nairobi, na pale mwisho tuko na seneta Catherine Muma ambaye ni seneta mteule kupitia chama cha ODM kutoka kaunti ya Kisumu. Asanteni sana Mheshimiwa Elachi, wewe unanijua tumetembea na wewe muda mrefu tukifanya hii kazi ya siasa, na nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu mwenyewe, kwa niaba ya chama kizima cha ODM, makao makuu ya chama na kinara wangu Mheshimiwa Raila Molo Odinga ambaye mnajua yuko nje kwa ajili ya shughuli za kimataifa walitunyima kazi ya AU lakini hiyo kazi tutaifanya bado, kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kufanya hiyo kazi. Baba yuko kule Sudan ya Kusini kutafuta amani kule. Kwa hivyo, kwa niaba yake pamoja na wengine wote wana ODM, nataka niseme pole sana. Iwapo kuna maafisa wote kutoka chama cha ODM makao makuu ambao wako hapa, tafadhali wasimame, mko hapa? Simsimame basi tuone. Asante sana naona, Chair Lady wangu wa Kamkunji Jane Bia yuko pale, naona Brayo Yobra yuko pale, naona eh, Chair Lady wangu wa Embakasi North yuko pale. Asanteni sana kwa kufika, ili tuweze kumfariji dada yetu. Mimi nataka nisichukue muda sana, niseme ni vizuri nimekuona hapa Spika, wewe ni mwenyekiti wa Parliamentary Service Commission nimekuja nasoma gazeti hapa, unajua watu wa magazeti saa nyingine wanataka kutukosanisha na wananchi bure. Nataka ukonfirm kwamba hakuna mbunge ameitisha kuongezwa pesa. Hatujaitisha pesa tuongezwe. So, kama kuna hiyo maneno, tafadhali wewe kama chairman wetu utaklia hiyo maneno. Kazi ya SRC ni tofauti na kazi ya bunge. Kwa hayo mengi nataka niseme asante sana kwa kunialika nizungumze na tuweze kumpumzisha ndugu yetu. Uh, alale mahali pema peponi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa Edu Msifuna na mpisha kaka yangu Mike Njenga aweze kuendelea na ratiba.